Hodi hodi. Wewe ni nani? Unagonga hodi usiku? Fungua mlango. Mimi ni Cha usiku. Oh, Cha usiku, karibu. Asante. Vipi, mbona upo mwenyewe? Rafiki yako Malaika yuko wapi? Malaika nimemwacha chuo. Mimi nilikuwa na projekti karibu na nyumbani kwako leo, na kwa bahati mbaya nikachelewa kutoka, hivyo nikaona ni vyema nije kulala hapa kwako kwa usalama zaidi, ili kesho asubuhi kukipambazuka nirudi chuo. Oh, na umemweleza Malaika kuwa na kuja kulala hapa nyumbani leo? Ndiyo, anafahamu okay. kama anafahamu kuhusu hilo, karibu sana, najisikia upo nyumbani. Asante sana, ila malaika amejaliwa baba mzuri. <laughs> Kwa nini? Siwezi kusema kwa nini, lakini wewe ni mzuri kila idara. Yaani wewe ni handsome, una roho nzuri, alafu pia uzeeki kabisa, yaani kila nikikutazama na kuona kama Gen Z. <laughs> una utani mwingi sana. cha usiku, wala sio utani, haya maneno ninayokuambia yanatoka moyoni kabisa. Haya bwana, vipi lakini, umeshakula? Ndiyo, mimi tayari nimeshakula, yaani hapa nimeshiba kabisa, kwa hiyo usijali. Sawa, acha mimi niende nikalale. Wewe utaenda kulala chumbani kwa Malaika. Lakini mimi nataka nilale na wewe. Unataka ulale na mimi? Ndiyo, nataka nilale na wewe, kwani kuna shida? Wewe mtoto, mbona kama unataka kuniletea balaa? <laughs> hamna balaa bwana, kwani tukilala pamoja kuna shida gani? Wewe naona unataka kuniingiza majaribuni. Hamna bwana, mimi wala sikuingizi majaribuni, ila tu nataka kulala na wewe. Kwa sababu unaogopa kulala mwenyewe. Sawa, basi twende. Mzee Mkude, mimi nataka kuondoka. Mbona mapema sana? Ninahitaji tu kuwahi chuo kwa sababu nina kipindi baadaye. Sawa, basi subiri kidogo. Hizi pesa utanisaidia kumpa Malaika kwa sababu aliniomba pesa nikamwambia nitampa dereva mpelekee ila kwa sababu wanajua upo huku, itakuwa vizuri wewe ukimpelekea. Sawa, subiri kwanza, usiondoke. Na hizi hapa ni za kwako, utatumia kwenye nauli na mambo yako mengine. Sawa, asante. Karibu, lakini chunga sana Malaika asifahamu kuwa nimelala na wewe. Siwezi nikamwambia, japokuwa hicho sio kitu cha kumshangaza. Kwa nini unasema hivyo? nasema hivyo kwa sababu yeye mwenyewe ana wanaume kama wote. Kwanza mmoja anahisi analingana na wewe, au atakuwa amekuzidi kidogo. Unasemaje cha usiku huo? Ndio ukweli, ndiyo maana hata akikuomba pesa huwa hakusumbui mara kwa mara, kwa sababu hawa wazee wanampa pesa kuliko hizo unazompa wewe. Huyu mtoto, mbona kama hataka kuniua na presha. Mzee Mkude, hebu rilaksi. Malaika ni mtu mzima, ana uhuru wa kujipangia maisha yake mwenyewe. Hata kama ni mtu mzima, Siwezi kukubali mwanangu atoke kimapenzi na wazee. Sasa unakasirika nini? Mbona wewe unatoka kimapenzi na mimi, hali ya kuwa mimi nina umri sawa na binti yako? Hebu mwache binti yako enjoy maisha bwana. Sawa, mimi namwacha, lakini anachokifanya sio sawa. Najua hili jambo limekuumiza sana, lakini naomba uvumilie, halafu pia naomba usijui kumwambia binti yako chochote kuhusu hiki nilichokueleza, sawa? Mambo, Malaika? Poa. Oh, jana ulikuwa wapi na kwa nini uliondoka bila kuaga? Kuna ndugu yangu alikuwa anafanya sherehe jana, kwa hiyo nilienda kumsaidia. Jamani, kwa hiyo kuwa msaidizi wa huyo ndugu yako mwenye sherehe ndio kulikufanya usipokee simu zangu? Siyo hivyo rafiki yangu, tatizo ni kwamba nilikuwa busy sana na kufanikisha sherehe ya ndugu yangu, na pia kulikuwa kuna kelele za muziki, ndio maana sikupokea simu zako. Oh, sawa. Sasa rafiki yangu bora hata umekuja mwezio, nina shida na pesa hatari, yaani sijui hata nitakula nini leo kwani huna pesa za matumizi? Ndiyo, sina. Baba aliniahidi atampa dereva aniletee pesa za matumizi, lakini sijamwona huyo dereva hadi muda huu, na kila nikimpigia baba simu, naambiwa simu yake inatumika. Pole sana rafiki yangu, mimi mwenyewe sina hata mia hapa nilipo. Halafu inawezekana huyo dereva amepewa hela kuletea akakimbia nayo. Hapana, hawezi kufanya hivyo, kwa sababu hana hiyo tabia. Yaani hapa inabidi nitafute hela ya kutumia mpaka wikendi, maana wikendi ndio nitakuwa na nafasi ya kwenda nyumbani kuchukua hizo pesa. Mm, pole sana rafiki yangu, mimi ningekusaidia, ila mimi mwenyewe hata sijui nitakula nini. Okay, acha mimi nikajisomee kwanza, nikirudi baadaye nitajua cha kufanya. Poa, baadaye. Sawa. Malaika, mbona hukuniambia kama unarudi mapema? Amna, nimerudi tu mara moja kuchukua kitabu. Sawa, karibu. Asante, lakini wewe uliniambia hauna pesa na hujui utakula nini leo. Ndiyo, nilikuambia hivyo, lakini hiki chakula nimetoka nacho kwa ndugu yangu. Oh, sawa. Halafu nina pesa kidogo hapa, kama unahitaji sema nikupe ukale hata miogo. Wala usijali, yule rafiki yangu ambaye huwa anaenda kusoma naye tayari ameshanipa pesa ya kutumia. Sawa. Baba, nini kinaendelea hapa? Malaika, mbona hukuniambia kuwa utakuja huku leo hivi cha usiku? Umechanganyikiwa? unataka nikupe taarifa kuwa nakuja nyumbani kwa baba yangu? We kama nani? Na wewe baba, ni wiki sana nimekuwa nikikupigia simu, lakini naambiwa simu yako inatumika hivi. Inamaana uone hata miss calls zangu? Ukimaliza kuongea na hizo simu zako mbona sijaona miss calls zako? Toka tulivyoongea mara ya mwisho, nikakwambia namtuma dereva akuletee pesa za matumizi. Sasa mbona nikikupigia simu naambiwa unatumika, au umenibloku? Mimi mbona sijakubloku? Kwanza nawezaje kumbloku binti yangu kipenzi? Sawa, tuachane na hilo. Pia nilikuomba pesa za matumizi, lakini cha ajabu hujanitumia, wala hujali binti yako naishiji huko chuo. Mbona pesa za matumizi nilimpa cha usiku akuletee siku tano zilizopita pesa zangu za matumizi ulimpa chausiku aniletee? Ina maana hii siyo mara ya kwanza chausiku anakuja humu ndani, si ndio? Ndiyo, chausiku walikuja hapa Jumapili jioni, tena akaniambia kuwa unafahamu juu ya ujio wake hapa nyumbani, na Jumatatu asubuhi wa wakati anaondoka ndipo nilipompa nilipo pesa za matumizi akuletee chausiku vile vyakula vizuri vyote ulivyokuwa unakula, mara pizza, mara baga, mara kuku, kumbe ulikuwa unatumia pesa zangu. Lakini lakini nini... hata usithubutu kufungua huo mdomo wako kwanza. Nina uhakika wewe ndio utakuwa umeniblock kwenye simu ya baba. Hapo umenifungua macho, binti yangu. Itakuwa kweli cha usiku ndio alikublock, maana wakati anaondoka Jumatatu aliniomba simu yangu akupigie, nikampa. Alafu baba, hivi ni hivi ni ni kwa nini haujiheshimu? hivi uone kuwa huyu ni sana, mimi binti yako lakini Chausiku aliniambia kuwa na wewe una mpenzi wa rika langu. Mungu wangu, hivi Chausiku mimi nimekukosea nini lakini? Yaani mimi hata mpenzi nilingana naye umri sina. Alafu unakuja kunichongea kwa baba yangu kuwa na mpenzi wa rika lake. Kwa nini unataka kunigombanisha na baba yangu? Mimi wala sikuwa na lengo la kukugombanisha na baba yako. Nyamaza, tena naomba utoke nyumbani kwetu sasa hivi. Na pia naomba ukatafute mahali pengine pa kuishi, maana nikirudi chuo, sitaki kukuta kwenye chumba changu.